Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi rahmani rahim. Ndugu yangu mtazamaji, leo nitakufundisha sunami ya majini ya kichawi na wachawi. Sunami ya majini ya kichawi na wachawi. Ndugu yangu ukitaka ku, ku, kuyangamiza majini ya kichawi ama ukitaka kuangamiza uchawi, kwanza kabisa e, utasoma suratur Raad utasoma tasoma Suraturadi yote lakini utaisoma mara saba kwa utaratibu ufuatao. E, kwanza utasoma Suraturadi na kila ukifika aya ya 25 utaikariri mara saba, utaikariri mara saba lakini ukimaliza kuika, kuikariri mara saba Utasoma na dua yake, utasoma na dua yake. Sasa hii dua yake najua, suratu raadi utaingia katika mushafu utaipata, lakini dua yake ni hii hapa. Utasoma allahumma alaika bil mushrikina. Narudia tena, utasoma allahumma alaika bil mushrikina, allahumma akis umrahum, allahumma akis umrahum wa khudh nadharahum

Baada ya kuisoma dua hiyo utaendelea na suratu Radi mpaka uikamilishe biidhnillahi subhanahu wataala. E, utaratibu huu utajisomea ama utamsomea mgonjwa kwa muda takriban wa siku saba mpaka siku kumi na moja biidhnillahi subhanahu wa taala. Kama ana majini ya kichawi, basi utakuwa umeangamiza, kwa sababu hii ni sunami ya majini ya kichawi na wachawi kiujumla biidhnillahi subhanahu wataala. E, wallahu ta'ala a'lam. Na ukihitaji msaada zaidi, utanitafuta utanipigia, 0652286323 6 t tan 2 28 63. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.